Kile ambacho tunakifikiria ndicho cha msingi kwa sababu tunachokifikiria kinatutengeneza kile tunachokihisi, lakini tunachohisi kinaweza kikabadilishwa na kile tunachofikiria. Tumeaminishwa kwamba chochote kinachotokea ni kwa ajili yetu sisi, na nataka kwenda kuonyesha kwamba it's not about you. Kwao tunaambiwa hivi, chochote ambacho kinatokea, kwa sababu it's all about me then I should take it personal, lakini pia what comes from the people is what is in the people. Kwa hiyo kwa mfano, mimi nikiongea neno lolote baya kuhusu wewe, ninaamini kwamba lile neno ni la kwangu mimi. Kumbuka tumesema hivi, siri ya kukosa furaha ni kwa sababu tunaamini yale ambayo tunaambiwa au tunaaminishwa kutoka kwa watu wengine, na tunayachukua yanakuwa ya kwetu sisi na chochote kile ambacho mtu anasema, everything that a person says or does it is come from inside themselves. Sasa sikiliza, kanuni iko hapa. kwa kadri ambavyo unaamini kwamba, ni wewe, rafiki yangu, njoo njoo na maji haya. Huyu kaka akiniambia mimi pilot wa ndege nitakasirika? Hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu jema ni jema, sawa? Lakini akiniambia mimi mjinga, kuna chances kubwa za kukasirika, si ndio? Swali inakuja la kwanza na la pili, ni ya ukweli. Kwa mfano hili la pili alilosema kwamba mimi ni mjinga, ni kwa nini nimekasirika? Ni kwa sababu kwanza nimeliamini yani, nimeamini alicho onga huyu kaka, na nilipokiamini hicho kitu na chenyewe kikaenda kufanyika digestion ya kwenye nini, kwenye kichwa mpaka kikazaa nani, kikazaa mtoto ambao mimi ni kumpiga ngumi au kutukana naye kumambia chochote au kumpiga mtama. Nilikuwa na maana hivi, chochote anachokisema huyu kaka ni kile anachokifikiria yeye, everything that a person say or does it comes from inside themselves, inatoka kwake yeye. Sasa kinapotoka kwake yeye, shida inakuja hivi. Mimi napokichukua na kukifanya kiwe binafsi cha kwangu, shida iliyopo siyo kaka kuniambia mimi mjinga, shida iliyopo ni mimi kuyachukua haya yaliyosema, na nikayakumbatia na yakawa ya kwangu na kuyaamini.